Nimekwama, tumiazima, sielewi leo. Unalala na mimi chumbani. Asubuhi pesa hapo na unakuja kumpa mama yako. Leo unja kuniambia mimi ni elfu kumi nikupe wewe. Najuaje nje umepata umekosa. Wewe so, upange na mimi, unapanga na mama yako. Kwa hiyo toka hapo kamwambie mama yako kwa elfu kumi. Atajua mwenyewe kwa kuipata. Sio mimi. Mimi ndio nitoe elfu kumi nikupe wewe na uso. Wewe kumbe na kumaga ile kumpa mama yako, unasema ndio? Ah. Wow. Kwa nini uko na simple tu mwenyewe kwa akili zako. Inabidi nimtafute yule nyanganga wako, yule ngaliba wako, nimuulize vizuri. Hajakufunda onalana, mkeo ndani asubuhi nakuja kumpela kula mama mamako mzazi. Alafu leo hii nimekuwa mke wangu, naomba uniazime elfu kumi. Elfu kumi unaichukulia simple tu elfu kumi, kwa sababu huna babu pomo, sio hela tu, mpaka vingine pita nyumba <coughs> <coughs> <coughs>